Kingine ambacho ni kichwa namba tatu, mtandao uh, ya kijamii mtandao ya kijamii inapush ina, ina sana kazi. Kwa hiyo uh, kikubwa ni engagement tu na mambo unaweka kwenye mtandao kijamii ya kijamii endana na kile ambacho unakifanya. Yani, usiwe ni msanii wa muziki ukaikuta kwamba kwenye mtandao ya wa kijamii unaweka masuala ya vichekesho, mambo vikuhusu memes, unaweka sunini, lakini kikubwa eka kazi zako kwenye mtandao wa kijamii weka ngoma zako mpya, share challenges ambazo wanafanya kuhusiana na mziki wako. Weka, mm, weka, nini, weka post ambayo labda labda unaweza kuuliza fans wako labda kitu fulani, mamsari gani wimbo wangu umekubamba, kama hivyo, labda kuna zawadi kiasi hata elfu tano au kuna vocha hapa kwa namna gani? Yote inatengeneza engagement na, na, na mashabiki zako, enelewa kwamba mwisho wa siku unapoachia kazi, unajua kabisa nikienda kwenye, kwenye ukurasa wa, wa fulani nautana na kazi yake, lakini unaweza kuposti kwamba atukuhusu. Mwisho wa siku unapotea njia mona, ah, kwa sababu mtandao wa kijamii una, una nguvu sana, kwa sababu most of uh, watu jamii wengi sana wako kwenye mtandao wa jamii, tofauti na zamani. Zamani ilikuwa radio ilikuwa inafanya sana, kwa sababu watu tunasubiria tu muda albamu ya muziki uanze, watu tunasikiliza show mwanzo mwisho. Lakini sasa hivi uh, radio ina nafasi yake, lakini, uh, nafikiri, ya sababu, wana, ina nafasi yake lakini nafikiri mtandao wa imekuwa kijamii na nafasi kubwa zaidi, kwa sababu watu wengi wana simu za mkononi smartphones. Mtu ana play mbona anataka kusikiliza kwa muda huo, asubirie mpaka apigwe na DJ ambaye ni mfano. Unakuja mtu anaangalia video, anataka kwa muda, anataka yeye mwenyewe. Kwa hiyo mtandao wa jamii imekuwa ime take over sasa lakini uh, radios na zenyewe pia zina nafasi yake kwa, kwa sababu most of radios to event no wana host events za za za, za kiburudani. Kwa hiyo radios zina zingine nazo wanakupa talk shows na vitu kama hivyo, kwa mwisho wa siku unakuwa unatengeneza profile yako kwamba, uh, umeshafanya tavi na radio fulani kubwa, umeshaenda hapa kwa umeshafanya event fulani, kwa radios zina nafasi yake. Mtandao ya kijamii imekuwa na engagement kubwa kwenye kazi na wasanii, na wasanii tofauti na kipindi cha nyuma ambacho tulikuwa tunategemea media moja tu ambayo ni radio stations. Kingine pia ni kushirikiana na wasanii wengine collabo. E, mfanya, mfanya na msanii gani? Sababu nia kubwa ni kutengeneza uh, kushare fan base. Huyu na mashabiki wake, una mashabiki wake, unafanya collabo unapata una, una mashabiki pia wa mwingine. Na, na pia inakufanya pia ni sehemu ya, ya kujifunza pia, lakini pia, pia unaweza kufanya collab na underground, lakini much better kufanya collab na msanii ambaye, ambaye amekutangulia, ambaye tayari ameshafika sehemu fulani nafasi kwenye, kwenye fan base yake anakuleta, ana, ana ambayo pia yupo kwa hiyo kikubwa kabisa ni kufocus kwa msanii ambaye tayari ameshakutangulia sehemu fulani kufanya naye collab, hiyo itakusaidia kusukuma sehemu fulani. Kile ni kutengeneza videos, watu wa sasa hivi watu wengi wanapenda kukuona, sababu hata ukiangalia mia mia, nachokuzungumza hapa ni kitu ambacho ni cha uhalisia kabisa, sababu hata ukiangalia kwenye kwenye YouTube ukiangalia audio hazina views nyingi kama videos. Angalia chochote tunachokuambia, uhakikishe mwenyewe kwamba ukiangalia audios audios zinakuwa na views chache, lakini videos zinakuwa na views nyingi. Kwa hiyo unaona kwamba muhimu wa videos, maana watu wanapenda kumuona alifanya wimbo ni nani? Kwa hiyo na sasa hivi kuna una fursa, sababu sasa hivi kuna kuna smartphones. Kama hauna era ya kufanya video ya gharama, unaweza kuchukua simu yako ukatengeneza video yako tu, visualize fulani simple, kaika lyrics pale kwa chini Ukaupload YouTube utapata views, watu watakuona kwa sura, kwa hiyo video zina nafasi nzuri sana, unaona? Kingine pia unapokuwa studio, unapofanya recording, live sessions watu wanapenda kuzifuatilia, watu wanapenda kuona maendeleo, utakuwa ni kazi itengenezwaje, kwa ajili mtu anaimbaje hapa na nini. Kwa hiyo hiyo pia inajenga watu walisia kwamba bwana amerekodi wimbo mazingira haya hapa, kwa hiyo anaongeza engagement pia, unaona? Kitu kingine ni kuweka mziki kwenye streaming platforms. Unajua wengi wanafanya ngoma. Watu wengi sana wajua wanajua YouTube, tu YouTube, YouTube sawa. Lakini streaming platforms zipo nyingi sana. Mbona kuna Boomplay, kuna Spotify, kuna Audiomack, kuna Mdundo. Ziko nyingi tu ambazo unaweza kuweka mziki wako kule, Hizo streaming platforms zinalipa malipo kutokana na streaming. Kwa hiyo unapoweka ngoma yako kule, unaweza kupata pia kiasi fulani cha pesa ambacho kitakusupport pia kupush kazi zako za muziki wewe, na kwa sababu hizo streaming platforms zinaweza kusaidia pia. Kwa sababu uh, sasa teknolojia imebadilika sana. Sasa hivi kuna gari zina, zina, zina Android radios, umeona. Kwa mtu a nakuta tu ana wifi yake kwenye gari, anaingia online anakula mangoma kwanza, akafungua akaunti yake Boomplay au Spotify, ana play ngoma yako kwa, kwa, kwa inapokuwa pale ni rahisi kuweza, kutofauti na zamani kwa download nyimbo ana play tu pale, basi kwa maana anacheza mwanzo mwisho. Kwa hiyo mambo yamebadilika, kwa lazima wasanii tunaeni na mabadiliko. Tusifanye kama zamani kwamba wao wanafanya ngoma yako unaikaa kwenye flash tu wanategemea siyo peleke wapi. Sasa hivi mambo yako mtandao, kwa hiyo lazima tubadilike kutokana na dunia inavyotupeleka kubadilika kwa, kwa sababu muziki maza, kama zamani mambo mengi sana kwa, yani yani, teknolojia imebadilika sana. Unajua mmekaa nyuma unatumia tapes au, you know, unatumia CD naatuma kwenyeyo iambaonawea msanii uendane nayo lakini nje hapo itakuwa tu unalalamika ngoma zangu wazisogeze. Uh, kingine ambacho ni cha saba lazima ujifunze kufanya marketing, jinsi gani ngoma yangu itaiuza. Sasa kwenye marketing, sawa una hizo ambazo zinalipiwa, sio bure, sio bure kwa sababu lakini sa uzuri moja fa kama Instagram kuanzia dola moja unaweza ukatengeneza ukaweka ad na watu wakaweza kugusa linki pale, wakaenda kwenye platform ambao meka ngoma zako ukaweka sisi kwamba mtu aki, akiwa akiona hii ad yangu, akiona hii nani link, nani yangu hii post yangu, nipeleke Audiomack au nipeleke Spotify, kwa sababu sasa hivi ndivyo imekuwa ni kuna urahisi. Kwa kubwa ni wewe, jinsi gani unaweza kujifunza namna ya kuweza kufanya hiyo marketing ya ku boost ngoma zako unaona. Cha mwisho ni don't give up, sikata tamaa, push it hard, achia ngoma hata kama umeweka YouTube, umepata views tano, views tatu, views kumi, views hamsini, mia. Weka ngoma tu, kwa sababu wewe talent siipo. Weka ngoma, weka ngoma, don't give up, kwa sababu ukigive up unampa ushindi adui kwamba umeshindwa, umeshindwa. Kwa hiyo kubwa ni kwamba don't give up, push it hard, sawa. So kwa sababu kuna msanii mmoja mkubwa sana, sita mtaja, sita mtaja yeye chochote, ila akaenda kwenye audition fulani, akamboa, akamboa juu kuimba mbjuu kuimba angesema aishi naopakalatumski lakini alignore akafanya yake. Sasa hivi ni msanii mkubwa, kwa hiyo don't give up. Ukisubscribe taka mpango hapo chini kwenye description utaweza kuuona download, uweze kuupitia. Pia kama aba, kuna point nimekuacha uweze kusoma mwenyewe kupitia na kuweza kuelewa jinsi gani utapanga vipi mipango yako, uweze kuingia sokoni. Kufikia hapo, nasema asante. Ini Trust Media chao.